Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu, akamwambia akamwambia, mm, yu a 18 months. Akamwambia, so unanipima, unapima una kilo ngapi ya unga? clients are waste lient uh, are waiting. Akamwambia, i have two cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema hana visu vya kufanya operation atiz zake zilienda na maji. Akamwambia, fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams sikupe. Unani cheat nani amesema sasa? After nisha kufungulia hiyo bizi yote unani cheat na umseni nini mpaka unacheka? Si simu ni yako na si unashindaga nayo

We, kwa hivyo ni nini naendelea hapa? Nani aliweka huyo hapa? Nani aliweka huyo hapa? Ndani kuna vitu mingi. Wewe fanya haraka, nani usiku naanza kutupozetea hapa hapa time tena, unataka kutoroka ama nini, unafanya, nini unafanya unaongeza, utoroka wewe, mbona unaongeza speed? Wewe we, simama hapo. Unataka kutoroka wapi? Nani anakuambia na utoroke kwa hivyo gani na ujinga, sindio? Unataka kutorokea nani? Uh -huh. Na pereka. Na pereka. Kwa nini? Kaa chini. Huyu? Umeona sisi ni wa kuchezea ndio unataka kutoroka. Nini nini unafanya? Kwa hivyo unataka kutoroka. Hapa tukuachilie utoroke. Tukuachilie utoroke. Utatoroka na sasa ndio. Tukuachilie utoroke. Haya, toroka. Toroka, si unataka kutoroka? Tena hata hii bunduki yako tu ndio itatumika kukuua sasa hivi. Toroka. Toroka. Unataka kufa. Ah, toroka. Si toroke. Kama unajua kutoroka. Ndio. Tembea. Acha, afande, kaa hapo akitaka atoroke tumuonyeshe. Mm. Tangulia hiyo bunduki yake ndio tutatumia tu ni mwakili sana vile. Hebu Simama hapo mm. Bro, usifanye kazi yetu ikuwe ngumu mm. Nikwambie, usifanye kazi yetu ikuwe ngumu tafadhali. Kama kweli unajua chenye unasema tuambie tu ukweli. Wacha kutufanya kazi yetu ikuwe ngumu mm. Na ukicheza mimi nimekuambia tutakuangusha. Kwanza kazi umetufanyisha hapa mbaya kutoka hiyo time yote. Usifanye kazi yetu ikuwe ngumu tafadhali, kama unajua yuko mahali penye hako, ujaribu sana hmm. ukitufanyisha kazi ngumu sisi tutakumaliza kweli. <coughs> nakuuliza aje hmm. uko serious na kitu yenye unatuambia hmm. tukienda hivyo tunawapata kwa huku hmm. chini We, nikuuliza na kwa nini, wakati nyinyi mko tumekimbizana nisikia kama mko wengi. Wewe afande, ulikuwa unasikia ni kama watu wawili, kama kuna bunduki kama mbili zinalipuka. Ana umeza kwa wapi wewe? wakati tumekuwa pale tukikimbia, si nimesikia kama ni bunduki ni mbili? Ah, huyu jamaa ni kama kuna kitu anajaribu kutuchezea. Sema tu kweli, mmekuwa wawili ama mmekuwa, mmekuwa mmoja? Mmekuwa wawili, na huyo mwingine ameenda wapi? Amepasonate? Eh, amepasonate, ame ametoroka. Huyu jamaa ni kama anataka kutufanyia mchezo mwingine nyako na hapa. Huyu vile nimeona ni kichwa ngumu. Kwanza mtu mm. mm. mm. mm. mm. mm. wa kwanza peke yake anataka kunidanganya. Jamaa alikuwa ngapi? Wawili? Hmm. Hata wakati nilikimbia mwenye nilikuwa nafikiria napata ni wa jacket. Hata wakati nakimbia na kupata umeshika huyu, hata sikuwa nafikiria ni huyu, nilikuwa naona ule wa jacket. Sasa mimi nikakuja nikapata huyu, mimi sikumuona, niliona ule wa jacket. Jamaa alikuwa amevaa mask. Wakati alikuwa anaambia watu kaa chini, niliona jamaa amevaa jacket. Huyu jamaa yuko wapi? Lakini mmekuwa na yeye, ndio? Na kwa nini ulikuwa unataka kukataa? Haya jamaa walikuwa wangapi? Wawili. Jumi, wakati niliona niliona jamaa wa mask akakimbia pale chini mara kwanza, wakati kwambia take cover pale, nikaona jamaa mwingine pale hmm. Rudisha huyo jamaa kambi, tokeni hapa, mesirekodi kitu hapa. Hapa hapa kuna mtu amekufa, fande, unasikia arufu? Wewe, kwa hivyo nini, ni nini inaendelea hapa? Nani aliweka huyo hapa? Nani aliweka huyo hapa Hebu nikuulize. Hmm? mlikuwa na nani huyu jamaa? Amekuja amepatikana hapa juu ya nini? Kaa chini, nakwambia, kaa chini. Nani? Hmm? Nakuelezea na usitaki kusikia. Huyu jamaa amepatikana aje hapo? Hebu kuja fungua huyo mtu. Kama achana naye italeta nini vumbi hapa? italeta nini hapa harufu mbaya? Ofisa. Hmm? Eh? Mlimleta aje hapa. Hmm? Mlimleta aje hapa. Ilikuwa nini ilifanyika? Ni nini imefanyika kwa jamaa, mlimuua kwa nini? Ni nini imefanya mkamuua? Tunauzaga bone marrow. Ni nakaa, ni kama nimekapa wiki moja. Eh. Yeah. Hmm? So ni mtu mzima huyu? Sababu tani. Ni mtoto. Niletee nini hapa? Niletee pale gloves kwa hiyo nini yangu hapa? Kazi tunapeana. Kazi tunapeana. Kazi tunapeana. So jipanguze hiyo machi sasa. Naona mpaka hizi ka hizi ziko hapo sasa. Wajamani, tufanyisha kazi gani sasa? naza rekodi hivi, usirekodi hapo kitu plisi, wachana kabisa, wacha usirekodi kitu hapo. Hebu ofisa, itabidi sasa, itabidi tuitane gari kuja nani, wakuja kabisa. Huyu anakaa kuangaliwa kama ni mwili. Nikuulize, Munasema ati mlikuwa mmefanyia nini? Mlimuua juu ya nini? Kwa hivyo wewe ni gengi moja na hao wakinalizi, yeah. Ndio walikuwa nakutuma ama nani alikuwa anawatuma yeah, mfanye hivyo. Yeye ndiye anawapatia kazi. Yeah, kwa hivyo mkamuua huyo yeah. Ndio mkakuja mkatupa hapa yeah.

Usishike hizo, wacha tu sasa. Huyu jamaa ndio wanaona sasa venye mambo inaendelea mm. Kwa hivyo huyu gaidi mwingine ndio mwenye atatusumbua hapa mm. Sasa mm. ilezervi, suri, huyu jamaa ndio tutafaa tujua, kabisa tuelezee vizuri mahali huyo mwingine apekushikia mm. ibunduki Hebu sema ukweli huyu mm. jamaa hawa wengine wako wapi? Nielezee haraka, nielezea haraka, hawa wengine wako wapi? Niambie haraka, tutakosana na wewe. Ndio nakuelezea vizuri. Huyu jamaa mwingine amekuwa naye mm -hmm. Simama simama haraka. Simama. Naona vitu mnafanya. Naona hizo vitu mnafanya Bwana, naona kazi mnafanya ona hapo sasa mm. Mnakuja mnaua mtu mnamweka kwa gunia. Wewe unaona kama hiyo ni kitu nafanya mzuri hmm? Sasa unaona kazi yenye mejiletea hiyo yote e. Unakuja unatumwa na mtu unafanya vitu kama hizi, sasa unaona shida yenye mekuletea e. hmm? Mnakuja mnaua mtu mnamweka kwa gunia kwa sababu ya 30,000 e. Ni venye unasema unapewa 30,000 nauu. Jamaa mlimuua lini huyo, amemaliza ha. Uh, wiki hapo eh? alikuwa anatoka wapi ndo mumue? Alikuwa anatoka wapi ndo mumue

mama wewe ni kama kuna ukweli hutaki kusema, wewe kuna kuna ukweli hutaki kuna kusema, ongea ukweli hutaki kusema, ukweli hutaki kusema, ukweli hutaki kusema, mwingine yuko wapi? eh, wako wapi? mwingine yuko wapi? kuna hadi watoto, eh kuna hadi watoto, watoto wako wapi? wako huko chini, chini wapi? na huko kuna watoto, watoto wako wapi? wako na huko. Haya, amka haraka, amka, kuna watoto, amka, amka haraka, amka haraka, twende wanatuonyesha watoto, amka haraka. Amuka haraka, aawau si mtu ametoka shughuli zake, mnenda mnamvamia, mnamuua juu ya pesa, si ndio?

Simu hiyo mwili, mm, fanya hivyo tuchukue hiyo mwili yeah, sababu hatuwezi fanya hivyo. Kuja angalia hiyo mwili, ikuje ipelekwe, sababu sasa hatuta, venye tumewapata, lazima tushughulike, tuhakikishe ametolewa, ndio vitu hiyo mwili itolewa hapo kabisa, sawa. So ndio mnakuja kufanya hapa nyinyi? Hebu toka twende, yes, okay. Na nini nimekuambia, mtu wa kamera, toka na hiyo side, hakuna kazi yenyu hapo. Kama ni picha zinafaa kupigwa hapo nishapiga mwenyewe picha zenye zinafaa kupigwa. Nyinyi hamfai kupiga picha hapo tafadhali. Hakuna picha mnafaa kupiga hapo, mwenyewe nishachukua hizo picha hapo, sawa. Hakuna picha mnafaa kupiga hapo, na nikipata hapo hiyo picha kwa hiyo nini hapo, nitavunja hiyo kamera hiyo. Tafadhali, kama kuna picha iko hapo ndani nipate, nitavunja. Nimekwambia hakuna picha nafaa kupiga, mwenyewe nimeshachukua picha zenye nafaa kuchukua pale. Huyo mtu alifukua hapo wiki ngapi zimeisha sasa? Wiki moja imeisha, wiki moja, wiki moja.